Mheshimiwa Rais akatuelekeza tutakapokuwa tunakuja ndani ya mkoa wa Geita tusiache kupita ndani ya wilaya hii ya Nyangh'wale. Sasa tulipofika wilaya ya Nyangh'wale, tulipofanya mazungumzo na viongozi wa wilaya hii ya Nyangh'wale, akiwemo Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mheshimiwa Dasi na kaimu mkurugenzi, wakatushauri kwa sababu kazi yao inakuwa ni kushauri kwamba tufike katika shule hii iliyokuja unasema ku, ku, ku, ku, kutatua changamoto kubwa ya wakazi ama ya vijana wenzetu ndani ya kijiji chetu, na sisi bila ajizi, kwa sababu tumetajiwa vijana na kwa sababu tumetajiwa wanafunzi wenzetu, tukasema lazima tufike katika shule yetu hii, ambapo hapa tulipo hivi sasa. Hapo vipi, ndugu zangu, mimi nimekuja na mambo makubwa mawili. La kwanza, Mheshimiwa Rais anawasalimieni sana sana na ombi lake kwenu. Yeye anaamini vyema maombi ya vijana ama ya watoto yanapanda zaidi kuliko ya watu wazima. Kwa hiyo, ametuomba sisi vijana kuendelea kumuomba, kumuombea na kuendelea kumuunga mkono. Lakini chengine alichotusisitiza, sasa hivi kumekuwa na ombwe la wanasiasa. Nikiwa nasema nikiwa na maana ombwe, kuna watu wa msamiati hapa, mimi ni mwanasayansi, lakini Kiswahili nakijua kidogo, sio sana kuna ombwe la baadhi ya watu ikiwemo wanasiasa kuwatumia vibaya vijana katika kuanzisha vurugu na machafuko. Anatuomba sana kwetu sisi vijana, tunu yetu ya kwanza ndani ya nchi yetu ni amani, umoja na mshikamano, kuhakikisha tunaendelea kulinda hiyo amani tuliyokuwa nayo, tunaendelea kutunza hiyo mshikamano tuliyokuwa nayo, lakini mwisho tukimaliziwa na umoja, hapo vipi?